Zz zilo zilo saa what? Come on next, tunacheza na na na na, na hawa nani? English Uh, malaika yes, niko vizuri kazi kwa nini? Kuna bao. Ili iweje? Fresh ya mashabiki mfurahi, si tumesha furahi toka mechi ya kwanza. Ilikuwa na muhimu kufurahia hapa. Haikuwa na muhimu. Eh? Shabiki ambaye anayesema kwamba tumefeli leo yule eh? Kidogo anatakiwa achunguzwa eh? Uwezi kutumia nguvu nyingi sana angali tayari kwamba game ya awali umeshamaliza na tayari umeshafuzu. Eh? Mzingizini, leo tulikuja leo tulikuja kuaga, kuaga kuaga msiba. Eh? Hmm tulikuja kuaga msiba, kwa hiyo hatukuja hatu kwa ajili ya kuja kuchimba kaburi. Sawa, leo ilikuwa ni siku maalum ya kuja kuaga msiba, kaburi tayari ilishachimbwa. Sawa, kwa hiyo tumeaga msiba na tayari hapa sasa, msiba umesafirishwa kwenda kufukiwa. Jukumu la kufukiwa ni jukumu la watu wengine, kwa hiyo sisi leo Simba Aa, na kocha Patev ambaye ni meneja yeah, leo akuwa kwa ajili eti ya kutumia nguvu tukama jasho, maana ukiwa na chimba kaburi ni lazima utumie mijasho nguvu nyingi uteseke sana, lakini ilikuwa ni siku siku ya kuaga msiba, kwa sababu msiba ni huzuni kidogo yeah, mapambio, mapambio, mapambio, ya, ya, ya yeah, na pia na furaha kwa mbali, mmeaga bila mapambio lakini mapambio ni mapambio tu, na mbali nimesema tunaaga msiba. Kuaga msiba kuna option mbili yeah, wapo ambao wenye msiba wao watakuwa watakuwa wanahuzunika

mimi leo naitwa Malaika Patev yaani hii ndio tunasema kwamba uh, welcome. Mm. Welcome. Mm. Coach au meneja Patev Simba Sports Club au Stadium Benjamin kwa Mkapa. Mimi peke yangu ndio najua kuongea Kiingereza katika vilabu vyote. Wewe Malaika, Wallahi tena. Sasa mchezo umemalizika. Zungumza kwa Kiingereza. Nishazungumza tayari. You gave me a finish he zero zero. Sawa. Eh. What come next? A, tunacheza na na, na, na, na hawa nani hawa? Speak English malaika. Yes ah, niko vizuri <laughs> <laughs> sasa unajua <laughs> shida moja, kwa sababu na kwa sababu Kiingereza ukiwa nazungumza yeah. Unatumia akili nyingi sana yeah. hey, kwa hiyo kidogo hapo utani utanisamehe yeah. na kwenye kipindi kingine Haina malaika. A, kwayo, yeah. a, mm. mm. a, kwa hiyo ndugu yangu, niseme kitu kimoja miongoni mwa mpira ambao nimeuona leo. Watu wanaona kwamba mpira ni mbovu, lakini mimi ija kuangalia mpira mzuri sana nimeona kwamba kocha alikuwa na sababu zake, hakutaka wachezaji kuumia, ila wapo, wapo watu ambao wanadhani kwamba sawa, wanataka wapate furaha kubwa, lakini furaha kubwa ni nini? Huwezi kutumia nguvu nyingi sana na wakati, kwa bagia mshali maliza. Sawa, ndio. Hey. Haina noma malaika, asante sana, shukrani sana haya. Thank you, asante.